Ukurasa wa mia moja arobaini na mbili. Ibada ya kupokea wakristo wa madhehebu mengine. Wapendwa ndugu na dada zangu, hao walio mbele yenu wanahamu ya kujiunga na umoja wa kanisa la kianglikana Kenya. Hii ndio ya kanisa. Hii ndiyo imani yetu: Josam Juma Mote, Betina Cheptote Rem, Tabitha Dalim Juma, Joy Chepkemoi Juma, wote waliotoka katika kanisa la Habari Njema, na Christine, na Nafula aliyotoka katika kanisa la Upendo Samaria, lakini kabla sijawakubali nitauliza wafanye maazimio fulani muhimu kuhusu imani ya kwa Mungu ambaye kwa majina ya utatu wake walibatizwa. Je, wamwamini Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu? Na je, wakubali imani imani ya Kikristo kama ilivyo katika imani ya Mitume. Sema ndiyo: haya yote nayaamini kabisa. Ndiyo, haya yote nayaamini kabisa. Je, wakubali kuwa kanisa la Kianglikana Kenya ni kanisa la kweli, sehemu moja wapo ya kanisa moja takatifu la mitume ulimwenguni kote? Ndiyo, wanakubali. Turudie. na je waamini sakramenti za ubatizo na chakula cha Bwana ndizo alizoamuru Kristo kwa kanisa lake? Yeah. utakuwa mshirika mwaminifu wa kanisa la Kianglikana Kenya? utakubali mafundisho yake na maongozo yake, na katika kila lililo kweli na kushiriki katika ibada zake, utumishi na shuhuda Yeah. <laughs> Na tuombe. Mungu mwenye enzi anayekuva nia ya kufanya haya yote akujalie neema na uwezo wa kufanya ili kwamba aikamilishe kazi njema aliyoanzisha ndani yako kwa Yesu Kristo bwana wetu. Amen. Tusimame Juma mote na kupokea katika kanisa la Kianglikana Kenya na kwa ushirika wa jumuiya wa Anglikana ulimwenguni kote, ambako neno la Mungu linazingatiwa, kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Betina Keto Terem, na kupokea katika kanisa la Kianglikana Kenya na katika ushirika wa jumuiya wa Anglikana ulimwenguni ambapo neno la Mungu linazingatiwa kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Tabita Dalin Juma na kupokea katika ushirika wa kanisa la Kianglikana Kenya na katika ushirika wa jumuiya wa Anglikana ulimwenguni kote ambako neno la Mungu linazingatiwa kwa jina la Mungu Baba Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Oeesemoi na kupokea katika kanisa la Kianglikana Kenya na katika ushirika wa jumuiya wa Anglikana ulimwenguni kote ambako neno la Mungu linazingatiwa kwa jina la Mungu Baba Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. So, pristin na fula na kupokea katika kanisa la Kianglikana Kenya na katika ushirika wa jumuiya wa Anglikana ulimwenguni kote ambapo neno la Mungu linazingatiwa kwa jina la Mungu Baba Mwana

Tunakushukuru kwa ajili ya watumishi hawa tuliowapokea katika ushirika wa umini wa kanisa hili la Saint Mark's Koikoi na parokia ya Saint Paul Saboti na kwa jumuiya ya Waanglikano, wa wajalie kuisi uwepo wako na uwezo wako kwa imani kila wanapokuja kwa ibada Fote wandapu utusaidie, eye Bwana, sisi pamoja nao tujitoe kutenda kazi yako kwa maneno na matendo mema, ili siku zote tuleke heshima na utukufu kwa jina la, ta, kwa jina jina takatifu kwa Yesu, kwa utukufu wa jina lako takatifu kwa Yesu Kristo Bwana wetu.